Naam, bwana, kuna hiki kipande cha video ambacho Mwijaku amekirekoda akiwa yuko na mkewe. Kama kawaida huwaga wanafanyaga hivyo, lakini this time around the theme, yani ile the main point ambayo ilikuwa imeonekana hapa, ilikuwa inaonekana kabisa kama vile ni kijembe au ni utani, uchokozi, ukorofi fulani hivi wa chini chini kwenda kwa Manara na Zailisa, hususan kuhusiana na kile ambacho kimetokea katika mahusiano yao kwamba yamevunjika, yani ndoa mambo yalivyo. Kwa hiyo hapa Mwijaku bwana amerekodi kipande fulani hivi ambacho kinaonyesha kama vile anawatania wakina Manara na Zailisa baada ya kuachana, na kikubwa zaidi ni kwamba amekuwa akigusa ile pointi ambayo Zailisa aliiweka bayana kwamba yeye Zailisa anavaa nguo bure kutoka katika brand ambazo anazofanya nazo kazi na sio kama vile ilivyokuwa imezoeleka kwamba lazima mtu akiwa na mwanaume ambaye ni maarufu mwenye fedha huwa anamgaramia. Sasa Zailisa amekuja kuonyesha kwamba wazi kwamba yeye alikuwa kuanga miwi na mumewe bali alikuwa anavalishwa na brandi mbalimbali bure, kitu ambacho Mwijaku bwana amekuja kukitumia kusema kwamba mwe, kwamba mumewe anatuzalilisha wanaume kwamba kwa nini alikuwa mgaramii mkewe. So sikiliza hapa Mwijaku jinsi alivyokuwa na ki, ki, video ambacho Mwijaku amerekodi akiwa anamtania Zailisa na mumewe baada ya kuachana. Yeah, think our our you kichwa kidogo. Sweetheart. Alice, hebu lete usikangu. Usiletee mambo ya mzungu hapa na mimi. Mzungu unakaa na mke hata mapenzizi, lete basi hapa tingisha kichwa kidogo. Usiletee mambo ya mzungu hapa, mzungu amekaa mwana mwana na mwanamke hata hatadira kununua ameshindwa. Dira kumbe mwanamke nguo anazovaa zote ni za bonus. Unajua zile nguo za utapost utanitagi uta anashindwa kumhudumia mwanamke, mpumbavu sana. Huku mzungu shika era kanunue nguo si e, unaotaka mpumbavu. Mzungu unatuaibisha, si wanaume wewe. Mzungu wewe, shika dola mia mia mbili mia tatu mia nne tano mia sita mia saba mia nane mia tisa elfu moja dola elfu moja, kanwedea, mpeleke Zailisa. Basi vaa mwenyewe mke wangu ya yeah, so hicho ndicho alichokifanya Mwijaku. Ukiwa kama mdau na kipi cha kuzungumza, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update.